Nafanya doria zangu siku hizi, naniita Mboroma Kodi. Sikilizia kwanza, siku na hizi naitwa Mboroma Kodi, baba yako. mm -hmm. Eh, ma ukali ningaka kwa kutulia, sio wa moto asevi masaga ma hapa, si chendele ile chali yangu yenyewe. Simuona kama hii mambo na Valentine, sasa unapita yenyewe chali yangu bila kupingwa, asevi haina ha, ha, hii ha, ya vijana hiye, wana mchango mdogo Mata sana, na mimi na hiyo. Alafu kuna hii hapa chali yangu, mambo na Valentine, hiyo si ni ya mama, hii ni ya kwako. Watu hapa hivi hapo kidimbwi simeme wamemaliza, kwani na adhabu ni gani? Umeiba umenunua? <laughs> Wewe acha ni mdogo siangu, ambie kitu yenye kwanza. Shanza niko atia marozi yangu ambashaka kama nyendo ndio sawa kubali, sasa tunaongea sasa tunaona ya, kama imechafuka nipe buku mbili pesa ile mbili. Ase biashara si mbio mbio, mi romboroma kodi atiwambie na wenzio, atiwambie na wenzio. iko tu hivyo ishu yenyewe ni mbele mbele hiyo.